Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Ndugu wananchi, kutokana na utekelezaji wa mipango na miradi mbalimbali hususan ile tuliyobainisha kwenye ilani ya uchaguzi ya 2020, wilaya Meatu imeendelea kushuhudia maendeleo makubwa, tena katika nyanja zote kama ilivyosemwa vizuri hapa na Mbunge Lea na hapa naomba nitoe mifano michache tu. Kwanza na waziri wa TAMISEMI anayemwakilisha waziri wa TAMISEMI amesema kwamba zimeletwa fedha kadhaa kwa ajili ya sekta ya afya. Lakini niseme kwamba hospitali kongwe ya wilaya imekarabatiwa na kuboreshwa pamoja na kuongezwa jengo la ICU na wodi ya wazazi. Vituo vya afya viwili vimejengwa katika kata ya Mwangudo na Mwasengela, vile vile majengo ya upasuaji na wodi za wazazi yamejengwa Bukundi. Aidha, serikali imeleta zaidi ya shilingi bilioni 23 milioni 980 kwa ajili ya elimu ya msingi na sekondari zikiwemo shilingi bilioni 8 milioni 640 kwa ajili ya elimu bila malipo ndani ya wilaya hii ya Meatu. Uwekezaji huo umeongeza idadi ya wanafunzi wa sekondari kutoka 1958 mwaka 2022